Ni kweli swala la na nauli la mwendokasi, ili kidogo tulilisimamia na tukasema hapana, hatuwezi kuongeza nauli. Kipindi kile kama mnakumbuka, tulifanya kikao pale Mnazi Mmoja, tukasikiza wadau. Shida kubwa ya mwendokasi hasa ilikuwa BRT1 ile ya awamu ya kwanza, nauli zao. Sisi tuliona ukusanyaji wa nauli sio sawa, kwa sababu walikuwa watumii mfumo wa kielektroniki kwa hiyo ilikuwa kuongezea mzigo wa Tanzania kwa sababu gharama za uendeshaji ni kubwa ndio, lakini unakusanya na udhibiti wa kukusanya ukoje? Kwa hiyo tulifanya mchakato wa zile nauli, tukaona ni kweli nauli ambayo tungeweza kuipandisha wakati ule ingeweza kufika hata elfu moja kwa wakati ule mwaka elfu mbili ishirini na mbili Sasa elfu moja tukaambia kwanza mweke mfumo mzuri wa kukusanya mapato ya sasa tujiridhishe. Na kama mliona katika ile amri yetu tulitangaza tarehe 30 Disemba 22 katika vitu tunasema follow up measures, yani mambo ya kufuatilia. Kwanza unganisha mfumo, utumie mfumo wa kadi au wa kielektronik kama tunavyofanya kwenye mabasi sasa. Tumekwenda muda mrefu kidogo, hili alikuweza kufanyika. Kwa hiyo tukazuia ule, na mabasi yakawa pia hayaendi kuongezwa, mabovu yanazidi kupungua, hatungeweza kuongeza nauli. Mwekezaji huyu wakati anakuja sasa, tumeona uwekezaji wake, lakini pia nauli zina utaratibu lazima aje alete maombi tuyasikilize, tuwalete kwenye wadau, tutoe maoni. Lakini pia ukisoma kanuni zile za e, nauli ambazo sisi ndo tunazitumia za mwaka ishirini zinatupa pia sisi nafasi ya kuangalia uwekezaji na kusema wewe unaweza kuanza na nauli hii, au tukafanya mapitio au tukatoa nauli. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatatua kero ya usafiri ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, licha ya kwamba tayari imeshaanza anza hatua lakini pia nikiongelea upande wa phase one ambapo tunatoa huduma kwa sasa hivi, huduma zimetengemana. Nadhani sisemi zaidi, lakini wananchi unaacha waseme ili waone kile tunachokifanya, kwa sababu sisi tukisema tunaweza kusema kwamba tunajitetea ah, zaidi. Lakini kwa uhalisia ukiangalia, ukiangalia magari barabarani, lakini ukiangalia pia upande wa Kimara zile parking zamani ambazo parking watu binafsi wanapaki magari kule na kuingia kwenye mwendokasi kwa huduma kadri tunavyokwenda wanazidi kuongezeka, kao tulianza na elfu ishirini, sasa hivi tumeongelea karibu elfu themanini. Ko ni idadi kubwa ambayo inaongezeka, lakini pia ukiangalia na haya mabasi ambao tumelazima tume toka MOFAT, idadi kamili ya mabasi sasa hivi ambayo ni available ni karibu 104 na ambayo yapo, licha ya kwamba katika matumizi halisi tunatoka kwenye 85 yanashuka kulingana na idadi ya abiria ambao wanakwepo katika vituo, kuhakikisha kwamba tunaleta suluhisho la usafiri jijini Dar es Salaam. Na mzazi wetu hapa LATRA kwa kweli tunamwaahidi hatutamwangusha, kwamba matatizo ya usafiri jijini Dar es Salaam na kwengine kokote itakapoamuliwa kwenda, mambo yatakwenda kuwa mazuri. Hasa tuko hapa katika hii terminal yetu ya Mbagala. Sisi mfumo ambao tunatumia kwa watu ni mfumo wa kutumia kadi, malipo yetu sisi tunayafanya kwa kadi. Ukifika pale unanunua kadi yako kwa shilingi elfu moja, unalipia nauli yako shilingi mia saba hamsini. Lakini pia tumeona, tuko katika majaribio, tumeona mwitikio wa wananchi katika haya mabasi yetu ya mwanzo ni mwitikio mzuri, lakini zipo changamoto ambazo zinaendelea kujitokeza, na sisi kama MOFAT tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha hizi changamoto kwa asilimia kubwa tunazimaliza. Ipo changamoto kubwa sana ambayo inaendelea kujitokeza, magari yetu yana uwezo wa kupakia watu 165. Lakini watu wakae level siti ni watu 40, na watu 125 wanatakiwa wawe katika magari wakiwa wamesimama. Sasa changamoto kubwa sasa hivi, ndugu zetu wa Mbagala wanataka kwenye magari yale, wakishafika watu 40 magari yaondoke tukiwa tunafanya hivyo, hata sisi uendeshaji wetu kama hatutoweza kuipata namba ile ya watu 165, basi itakuwa changamoto sana.